Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Na ninyi wananchi wa Muleba na Kagera kwa ujumla, mnafahamika kwa uchapa kazi wenu hususan katika kilimo cha kahawa na migomba, lakini vile vile uvuvi na ufugaji. Na leo sishangai, hapa naona mabango ya wafugaji, lakini kuna mabango ya wavuvi, wote wanasema Oktoba mambo ni safi na hawasemi bure, ila wamefaidika ndani ya miaka mitano hii. Sasa katika miaka mitano iliyopita tulitekeleza jitihada zetu au tulielekeza jitihada zetu katika kuzikuta sekta sekta hizo za uzalishaji, yaani kwenye kilimo uh, uvuvi na ufugaji, tulizielekeza juhudi zetu kwenye sekta hizo bila kusahau ujenzi wezeshi wa miundombinu, miundombinu itakayoruhusu usafiri na usafirishaji wa bidhaa zetu, lakini vile vile huduma za jamii. Na ndiyo sababu tumerejea kwenu kuomba ridhaa, ili tukafanye makubwa zaidi, baada ya kutekeleza miaka mitano iliyopita. Chama cha Mapinduzi, kwa ujasiri mkubwa tumerudi kwenu kuja kuomba ridhaa ya kuendesha serikali, kuisimamia nchi hii na kufanya makubwa miaka mitano iliyopita. Lakini kwa ufupi nigusie mambo machache katika miaka mitano iliyopita tulianzisha mashamba makubwa ya kahawa na migomba, likiwemo shamba la kahawa la ekari mia tatu katika kijiji cha Makongora ambapo vijana mia tatu vijana mia tatu wanaendelea na shughuli hizo na hawa ni wale vijana wa programu maarufu ya serikali ya jenga kesho iliyo bora, ni programu ambayo inawaweka vijana kwenye kazi mbalimbali mbali za kilimo, za uvuvi, za mifugo ili kuwajengea kesho iliyo bora lakini pia programu hii imekwenda sekta ya madini kwa ile mikoa ambayo kuna madini ya kutosha, vijana tunawaweka huko ili kuwajengea kesho iliyo bora. Sasa kwa mkoa huu tumewaweka kwenye kuzalisha kahawa ekari mia tatu na vijana mia tatu wanaendelea na shughuli hiyo. Mkitupa ridhaa, mkitupa ridhaa na mkituchagua tutaongeza uzalishaji wa miche ya kahawa na kuwezesha upatikanaji wa matrekta kwa ajili ya wakulima wa kahawa. Mbali na hayo, tutaendelea na sera yetu ya kutoa ruzuku ya pembejeo ili uzalishaji uwe mkubwa kabisa.